Tumeweza kuamka salama, tumeweza kuiona tena asubuhi nyingine na mchana mwingine na jioni nzuri ambayo inaenda kuhitimishwa. Napendwa, ni namshukuru Mungu kwa kipindi cha jana, kwamba tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya kifo. Safari yoyote ya maisha, safari yoyote unaopenda kwenda, cha kwanza lazima utafanya maandalizi lakini katika maandalizi hayo inategemea na maandalizi yako. Je, utaweza kwenda katika safari hiyo utakumbuka vyote? Ndivyo ilivyo katika safari ya umilele ya kujiandaa na umilele. Na kuna usemi fulani unaosema duniani si kwetu, bali mbinguni ni kwetu. Katika dunia hii tunapita. Tuombe. Asante Mungu kwa asubuhi njema, kwa mchana mwema, kwa jioni hii njema. Tunakushukuru kwa ulinzi wako ambao unazidi kuendelea katika maisha. Tusamee makosa yetu, tusamee dhambi zetu, ukatusafishe na kutufutia kwa damu ya Yesu Kristo ya thamani iliyomwagia. Baba, tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu sasa tunapokwenda kujadili neno lako, kujifunza tena, ukatuongoze. Tunamwomba Roho Mtakatifu akasimame pamoja nasi, akatufundishe, akaguse bongo zetu kwa kupitia malaika zako takatifu, hata haya tunaenda kujifunza Roho wako akae kiongozi kwetu, tuna imani utakuwa pamoja na sote katika Yesu Kristo. Wapendwa, somo la jana, kama nilivyoanza kwa utangulizi, kwamba tunapaswa kujiandaa. Safari yoyote unayotaka kwenda, lazima ujiandae. Hata kama ni bafuni, pia unataka kwenda, utajiandaa kwenda kuoga. Hebu wapendwa, tujiandae, na kujiandaa huku ni kwamba kila mmoja atengeneze maisha yake uhusiano wake na Mungu. Hata kifo kinapomjia cha ghafla, tayari alishaweza kujiandaa. Mungu atusaidie. Kila mmoja anaweza kujiandaa kwa kadri Roho atakapomwezesha na kadri yeye atakavyojitoa kwa ajili ya Mungu. Maisha ya uchamungu si maisha ya lelemama. Kuna mambo ambayo lazima tuweze basi tuendelee na somo letu la leo linalosema ufalme kwanza siri ya maisha yasio na mau. Tutasoma Mathayo 6 fungu la 24 mpaka 33, kwa ufupi sana mkini, wakati mwingine tutakapoweza kujifunza tutasoma kila fungu moja. Anasema Yesu katika fungu hili anafunua siri ya kuondokana na wasiwasi, hofu ya maisha na ugumu wa moyo kumfanya Mungu kuwa wa kwanza. Unajua, unapompa Mungu atawale maisha yako. Utajua ya kwamba kabisa, lolote linalotokea Mungu ameliona na Mungu ameungusa. Sasa ni hatua ya wewe kukaa kama Kristo alivyokaa Gethsemane, akimwomba Mungu akifanya maombi mazito. Baba, umeruhusu jambo hili, kama ni mapenzi yako nati, lakini ikiwezekana nikinywe kikombe hichi na pia kitimi. Unajua Yesu alipokuwa pale Gethsemane alimwomba Mungu sana, na Mungu alimtuma malaika, za, mwa malaika wake aje amtie Yesu mana, wapendwa kama tukiweza kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu tutaweza kutambua kwamba hatutahitaji kuwa na hofu, hatutahitaji kuwa na presha, hatutahitaji kuwa na wasiwasi, kwa sababu Mungu ndio anayeongoza. Tukumbuke katika sehemu ya safari ya Nyikani, sauti ya Mungu Nyikani, tulijifunza kwanza safari ya wana wa Israeli katika jangwa maisha ya Wanaisraeli waliokuwa nayo katika jangwa ndio maisha yetu ya leo tunayoishi kwayo. Mungu anataka tumaini letu tuweke kwake, kwa sababu yeye ndio aliyetuumba na yeye ndio anayetaka kutuongoza. Katika Mathayo 6 fungu la 24, anasema hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Neno kutumika hapa si kufuata tu, linamaanisha kumtawaza mtu au kitu kuwa bwana wa moyo. Mali haimaanishi pesa tu, bali mamlaka ya vitu vyote vya duniani ndani ya moyo wa mwanadamu. Kinyume cha kumpenda mungu ni kutawaliwa na dunia. Kinyume cha imani si mashaka tu, bali ni kutegemea mali. Katika Timotheo kati la kumi anasema upendo wa fedha ni shina la mabaya mengi. Yaani, fedha inapokuongoza wewe ni mtafutaji tu, mengi yatatokea, kwa sababu unatafuta fedha, utafutaji wako hauongozwi na Mungu. Utaenda kwa waganga, utaenda kwa wachawi, ili kana kwamba uwe na mali. Leo tunaona wengine hata wanawatoa ndugu zao kafara, wanawafanya wanakuwa vichaa, ili apate mali tu. Ndio Timotheo anasema upendo wa fedha ni shida na la mabaya na mengi. Luka 1613 Yesu anarudia maneno hayo hayo, lakini Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 17 mpaka 18 anasema usiseme nguvu zako zimekupata zimekupa utajiri. Mtu anayeruhusu utajiri wa uhalali ni Mungu mwenyewe na si fedha tu Tunamkumbuka Nebukadnezar alifanywaje na Mungu kwa sababu alijipa ufahari. Alitafuta akasema hakuna aliyeweza zaidi yangu na si Mungu. Mungu alimfanya Nebukadneza kuwa kijana kuishi kama Mungu. Mali inapowekwa mizizi moyoni humfanya mtu ashindwe kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu akili yake inaongozwa na zile mali, akili yake inaongozwa katika utafutaji katika kila kizazi hatari kubwa ya watu wa Mungu imekuwa kuamini mali zaidi ya Muumba. Mkufunzi wangu anaandika katika kitabu cha pato cha profeti kurasa wa 63, Mathayo 6:25 anasema msiwe na wasiwasi juu ya maisha yenu. Yesu akatishi thamani ya mahitaji ya kibinadamu, bali anasema wasiwe na wasiwasi unaotawala maisha. Wasiwasi ni ishara kutokujua mapenzi ya Baba, kuto kumwamini, kutanguliza mahitaji yako kuliko ufalme. Mtu yeyote anapokuwa na wasiwasi wasi hana imani juu ya Mungu, anapata presha, anapata kiharusi. Ni kuto kujua mapenzi ya Mungu. Wafilipi 4 fungu la sita mpaka la saba anasema msijisumbue, kwa neno lolote. Mungu anasema usijisumbue, kwa neno lolote. Zaburi ya 55 fungu la 22, mtupie Bwana fadhaa zako, mpe Bwana shida zako, mwambie. Waraka wa Kwanza wa Petro 5 fungu la saba Bwana anasema anakujali. Kisa kwa nini uwe na wasiwasi? Mungu anasema anakujali Mtupie fadhaa zako, msijisumbue kwa neno lolote, mwaminini yeye. Mkufunzi wangu katika kitabu chake Njia ya Kuelekea kwa Kristo, kurasa wa 85 anasema wasiwasi ni mzigo ambao Mungu hakulenga ubebe uubebe kwako. Mungu hakutaka mwanadamu awe na wasiwasi wasiwasi wasi unaleta sononeko, wasiwasi unaleta maumivu katika moyo. Umkabidhi mungu mipango na hofu zako, amani yake itatawala Matayo 6 fungu la 26 anasema angalieni ndege wa angani. Yesu anaelekeza macho yetu kwenye viumbe wadogo ili kuonyesha upendo wa Mungu wenye uangalizi Ndege wafanye haya. Ndege hana mipango mirefu ya kesho, haifadhi hofu, hana tabia ya kusumbukia maisha, na bado wanashiba, na bado wanaishi, na bado wanakula. Zaburi ya 147 fungu la 9 anasema, Mungu huwapa wanyama riziki Ayubu 38 fungu la 41 anasema Mungu huhudumia wanyama wadogo kila ndege aonayo. Mungu anashuhudia kwamba hakuna aliye mdogo machoni mwa Bwana. Kama Mungu anayeona kuanguka kwa ndege mdogo, hawezi kusahau mtoto wake wa thamani. Matayo sita fungu la 27 anasema ni nani kwa kujisumbua aweza kuongeza pikwa moja kwa kuangaika kwako? Unaweza ukaangaika ukaongeza? Hebu angalia tunavyofanya utafutaji wa maisha yetu leo. Tunatafuta hichi, kesho tunatafuta hichi. Tunajaza Leo unatafuta hela kiasi hichi, kesho unatoka, unatafuta unatafuta hela zilishai kuja. Na kila siku tunavyoamka tunazidi kuwa na wasiwasi wa maisha. Wasiwasi haufanyi kitu kuongeza, ndio zaidi unaharibu wasiwasi. Haiwezi kuongeza afya, haiwezi kuongeza life pamu ya maisha, kuongeza maisha haiwezi kubadili mambo yaliyoko nje ya uwezo wako. Wasiwasi, Mithali 12 fungu la 25 inasema, wasiwasi huizidisha huzuni ya moyo. Zaburi ya 39 fungu la 6 tunahangaika bure bila sababu. Angalia pale unapopewa mshahara wa, wa laki moja, usipokuwa mtu wa kuridhika, utatoka utafuta hela nyingine zaidi, na matumizi yataongezeka zaidi kwa sababu unataka zaidi. Unapokwenda kupewa mshahara laki tano, utaona tena mshahara hautoshi, utaongeza matumaini zaidi, kutafuta zaidi. Wasiwasi una, unaoondoa nguvu, kupunguza imani na kuua amani ya moyo. Wasiwasi unaondoa nguvu, kupunguza imani na kuua amani ya moyo. Wazungu wanaita stress. Kwa upande mwingine, mtu anapokuwa na stress za maisha, unamkuta amedhoofika, hana imani, hana tumaini, hana mwelekeo, maana anaona kama dunia hii imemlemea. Na wengine wanafika hata mbali, wanaamua kujua kwa sababu haoni mbele, haoni nyuma. Matayo 6 fungu la 28 mpaka 30. Mungu anazidi kutoa mfano, angalieni maua ya kondeni na ukua. Mungu Yesu anaonyesha mfano mwingine wa maua. Maua hayafanyi kazi, hayaangaiki, hayajishibishi, na bado yanapendeza kuliko utajiri wa Suleman kama maua yanasifiwa kwa kupendeza, je, wewe ulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu? Wewe ni zaidi rafiki. Zaburi ya 104 fungu la 24 anasema uumbaji huonyesha hekima ya Mungu. Isaya 40 fungu la 6 mpaka anasema mwanadamu ni dhaifu, lakini Mungu hudumu milele. Uzuri wa maua unatuonyesha wema wa Mungu na upendo wake kwa viumbe vyote. Tumaini la Vizazi Vyote, kurasa 287 Mathayo 6 fungu la 31 na 32, anasema msiwe na wasiwasi, baba yenu wa mbinguni anayajua mahitaji yenu. Hapa Yesu anatengeneza msingi wa kuondoa hofu katika maisha ya mwanadamu, baba yenu anayajua. Kwamba pale Yesu anaposema baba yenu anayajua hii ni kauli ya uzima. Hii ni kauli ya utambuzi. Hii ni kauli ya kuonyesha kwamba Mungu anakujali. Mungu amekupa nafasi katika maisha yake. Mungu amekupa nafasi ya upendeleo. Mungu si mfalme mkali, Mungu ni Baba. Hatuhitaji kulia kwa hofu, tunahitaji tu kumtumaini. Nayaweza mambo yote katika yeye mtumaini nguvu Filipi 4:13. Yeremia 33:3 anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Anasema tumwite kama baba. Biblia katika Luka 12:7 anasema Mungu anajua nywele, nywele zenu zimehesabiwa. Kama Mungu anapata nafasi ya kuhesabu nywele, atakosa nafasi ya kutuhudumia? Zaburi ya 37 fungu la 23 mpaka 25, mwenye haki hatupwi, hatubu. mwenye haki hatupwi. kila uzuni ni shaka ya watoto wake inaonekana machoni pa Mungu. Kila mtoto ambaye ana uzuni Mungu anaiona na Mungu anaifanyika Mungu anajua mahitaji yetu kabla hatujatamka mbele za Mungu. Njia ya kuelekea katika Kristo, ukurasa wa 99, Mungu anajua mahitaji yetu kabla hatujatamka. Wapendwa, kila huzuni na shaka ya watoto wake inaonekana machoni pa Mungu. Mathayo 6:33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake ile ndio shina la kila kitu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Katika msisitizo huu, Yesu anaweka sheria ya maisha ya kiroho. Unajua pendwa, maisha yaliyoanzia rohoni ndiyo yanayotoka na kuongoza ya nje. Sasa yoyote unayoyafanya ndani ndio yanayotupa tafsiri kwako nje, kwamba kuanzia kwa ndani unawaza nini. Yale unayotufanyia nje au unayofanya nje ndiyo yanayoanzia roho. Ndipo Yesu anasema kwanza maisha yetu ya ndani ndio ya msingi kuliko ya nje. Ko, anatupa sheria ya maisha ya kiroho, ufalme wa Mungu, utawala wa Mungu moyoni Kwamba utawala unaokutawala moyoni ndio unaotakiwa kukuongoza nje, kwamba Mungu anapaswa kutawala moyo wako, maamuzi yako, hisia zako, tabia yako, hekima yako, akili yako, matamanio yote yanapaswa kutawaliwa na Mungu. Huko ndio kutafuta ufalme wa Yesu anasema ufalme wa mungu ni nini? Ni wakujue wewe. Unawezaje kumjua Mungu? Kwa kusoma neno lake na kuliruhusu neno la Mungu likuongoze kwa kupitia Roho Mtakatifu, na kuijua haki yake, ni tabia ya Kristo ikionekana katika moyo wako, yaani Yesu aonekane ndani yako. Kutafuta kwanza si kujua tu, bali kumtanguliza Mungu kipaumbele cha kwanza katika maisha, katika maamuzi, katika fedha, muda, huduma, maisha ya kila siku ni lazima viwe na tabia ya Kristo, na hiyo ndio haki ya Mungu. Kwa haki ya Mungu inapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza katika maisha, na haki hiyo ni katika maamuzi, katika fedha, katika muda, katika huduma, maisha ya kila siku ni lazima vionyeshe tabia ya Kristo katika hivi, na mengine yote mtazidishiwa. Mungu anakupa mahitaji, neema ya kutosha, ulinzi, riziki ya wakati wake. Kwa tutakapotafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, vingine vyote tutazidishiwa: mahitaji ya kila siku, neema ya kutosha ulinzi riziki ya wakati wake. Mali ndio hizo tunazotafuta, Mungu atatuzidishia kwa mapenzi yake, lakini cha kwanza kabisa ni kutafuta ufalme wa Mungu. Zaburi ya 84:11 inasema hawanyimwi mema waendao kwa ukamilifu. Yoyote anayekwenda kwa ukamilifu mbele za Mungu hanyimwi mema. Wakolosai tatu fungu la kwanza mpaka la pili teni kwanza yaliyo juu. Tutafute kwanza yaliyo mapenzi ya Mungu. Mungu anataka mimi na wewe tuishi katika hali gani? Wakorintho wa Pili tisa fungu la nane, Mungu huapa neema yao ya yote kwa wingi. Mungu hutupatie yote yale tunayohitaji kwa wingi kwa kupitia neema yake. Kumpa Mungu nafasi ya kwanza ni siri ya furaha na mafanikio. Mungu afungwi la upungufu wetu. Kumemina mema kwao wanaomtanguliza. Pale tunapomtanguliza Mungu, Mungu humimina mema mengi katika maisha. Sasa ni yapi katika akili zako? Ni jinsi gani unamtanguliza Mungu? Akimaanisha mapenzi ya Mungu yatangulizwe kwanza Anachokitaka Mungu uishi vizuri na jirani umtii. Hivyo tutambue kwamba hatuwezi kumtumikia Mungu duniani wakati na dunia tunaitaka. Huwezi kumtumikia Mungu na dunia wakati mmoja. Mungu anajua mahitaji yako kabla ya wewe hujasema. Wasiwasi hauongezi wasi, kitu kuiba amani ya moyo, kuiba utulivu katika moyo. Kitu chochote kinachotawala moyo wako ni mungu wako. Sasa kitu gani kinachotawala? Mali kutafuta fedha, tamaa? Kinachohitajika leo ni ufalme kwanza, baraka nyingine hufuata. Maswali ya kutafakari: ni kitu gani katika maisha yako kinapigania nafasi ya kwanza badala ya Mungu? Ni hofu gani unayobeba ambao Mungu hakukupa? Je, maamuzi yako ya fedha, muda na kazi yanayoonyesha kuwa ufalme ni wa kwanza? Ni hatua gani unaweza kuchukua leo kumweka Yesu kama mtawala wa moyo wako? Mathayo 6:24 mpaka 33. Ni wito wangu na wako wa ukombozi. Achilia hofu, rafiki yangu, mweke Mungu kwanza, amani na baraka zitaongezeka. Usione kwamba kumfata Mungu utakuwa maskini. Mungu atakupatia vile ambavyo vinahitajika kwako. Mruhusu Mungu atawale, sio mali Mpe Mungu atawale moyoni mwako. Usipompa Mungu nafasi ya kwanza, lazima utaipa mali kwayo. Ni kusii rafiki, swala la riziki, nguo, mahitaji ya kila siku, neema ya kila siku, msaada wa wakati wa shida, baraka zinazofuatana na uaminifu, zote hizo Mungu atakuongezea. Mwache Mungu awe mpangaji wa maisha yako. Mwache Mungu awe mlinzi, mwache Mungu awe mfadhili, mwache Mungu awe rafiki, mwache Mungu awe Baba. Utakapocheza katika maisha utakuwa na mabwana wawili, na ndipo utakapoona ni bwana gani ambao anagombania moyo wako. Leo uongozi Acha hofu isikuongoze, mkabidhi Mungu maisha. Chukua hatua leo ya kufanya kwamba ufalme wa Mungu kwanza. Tazama ni sehemu gani ya maisha yako haijawahi kuongozwa na Mungu. Mpe Mungu haki yake. Bwana atusaidie katika siku ya leo, Bwana atuongoze. Pale utakapompa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako hata kujiandaa kwa ajili ya kifo itakuwa ni rahisi, kwa sababu moyo wako hautakuwa na hofu kesho ule nini wala unywe nini, kwa sababu utaona ya kwamba Mungu ndio anayekuongoza, Mungu ndio anayekujali. Mungu aliona kwamba jambo fulani litatokea kwako kwa, lakini kwa sababu umejikabidhi mikononi mwa Mungu utaliruhusu litokee na utamwambia Mungu, nipe akili, nipe hekima ya kulishinda jambo hili, ya kulitatua jambo hili, na kwa sababu umejikabidhi mikononi mwa Bwana, naye Bwana atakupa hekima yake. Niwasihi katika asubuhi ya leo na katika mchana wa leo na katika jioni ya leo, tumpe Mungu nafasi ya kwanza, naye akatuongoze kwa jina la Yesu Kristo, basi tuweze kupata poa. Asante Mungu kwa asubuhi njema, asante kwa neema yako ambayo unazidi kutufunulia katika maisha yetu. Tupe hekima ya kutawala akili na sio tamaa itawale akili, tupe uwezo wa kutambua kwamba wewe si Baba mbaya bali ni Baba mwema mwenye kutuwazia mema katika maisha. Maana hata ungekuwa utuwazii mema Kristo asingekufa uchi wa kinyama katika msalaba wa Kalvari. Lakini kwa sababu ulitupenda kwanza na ukatufia msalabani bila hata sisi kutambua, ukiwa uchi wa mnyama, tupe nafasi ya kutafakari kifo chako msalabani na utupe nafasi ya neema kuweza kuachilia tukatafuta ufalme wako kwanza. Ulinzi wa malaika zako watakatifu ukae pamoja nasi. Hekima yako ikatuongoze uwezo na utawala wako katawale katika maisha yetu. Tunaomba ulinzi wa malaika zako katuguse. Tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo, amin. Mungu atubariki sana tunapoendelea kupambana na majukumu ya kila siku. Mpe Mungu atawale nafsi yako, mpe Mungu akuongoze katika njia zako na zangu. Ubarikiwe sana katika siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo, amin.